Mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutukutanisha hapa siku ya leo, siku muhimu kabisa katika historia ya klabu ya Young Africans, lakini pia katika mahusiano yetu mazuri na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara ya utalii na mambo ya kale. Leo tunakwenda kufungua dirisha la mahusiano kati ya klabu ya Young Africans na wizara yetu pendwa kabisa ambayo tunaitazama kama jicho la Zanzibar. Wote tunafahamu kisiwa chetu cha Zanzibar ni maarufu sana duniani, na wizara hii imepewa jukumu la kuhakikisha watalii wanapokewa, wanahudumiwa na wanapata kilichobora kupitia visiwa hivi ambavyo Mwenyezi Mungu ametubariki. Lakini pia nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale Kakango Modric na ushirikiano huu ni ubunifu unaofanywa kupitia kamisheni ya wizara ya utalii katika kutangaza vivutio vya Zanzibar. Sehemu ya jezi ya Young Africans itakwenda kuwa na nembo inayoonyesha Visit Zanzibar, na haitabaki tu kwa Visit Zanzibar kenye, lakini mahusiano haya yatakwenda kutoa elimu na uelewa juu ya vivutio vya kitalii vilivyokuwepo Zanzibar katika kipindi cha miaka miwili mfululizo ndio klabu inayofuatiliwa sana kwenye mitandao yake ya kijamii ya Tanzania na Afrika mashariki na Kati. Kupitia platform hizo wako watu ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini wako watu ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania. Fursa hii ya kuitangaza vivutio vya kitalii vilivyokuwa Zanzibar vitatoka nje ya mipaka ya Watanzania watu wataifahamu Zanzibar, watafahamu vivutio vilivyokuwepo, lakini tutatoa fursa pia ya watu kuelewa pia gharama ambazo watu wanaweza kuzipata au wakazimkaa wakiwa hapa Zanzibar. Tunapata taarifa ya kwamba Tanzania, statistically watu milioni zaidi ya 60 ambao wako Tanzania yetu hii tu peke yake, idadi hiyo tukiweza kuweza kupata at least 10% ya utalii wa ndani ikaja Zanzibar, itakwenda kuongeza uchumi mkubwa uliokuwa hapa. Lakini gharama pia za kuishi hapa Zanzibar ziko very reasonable. Huna sababu ya kwenda sijui Maldives, huna sababu ya kwenda Seychelles, una sababu ya kwenda sijui Ibiza. Zanzibar yetu ni bora kuliko huko na kwa gharama nafuu. Kwa nini twende tupeleke pesa zetu nje ya mipaka ya Tanzania wakati tunaweza kupata kilicho bora katika taifa letu katika visiwa vya Zanzibar na kwa gharama nafuu. Kwa hiyo utalii wa ndani sisi kama Young Africans ni kuhakikishie mheshimiwa waziri na kakaangu, um, mkurugenzi wa kamisheni tutakwenda kuitangaza Zanzibar kwenye platform za Young Africans na tutakwenda kuongeza thamani ya local tourist kuitembelea Zanzibar huna sababu ya kutafuta. Ukiwa na dola elfu kumi unataka kuitumia kuitumiai iko hotel hoteli siku moja tu hapo, unaichoma dola elfu kumi na ukitaka kupata bei ya chini pia inapatikana Zanzibar. Kwa hiyo nichukue fursa hii kusema kwamba tunashukuru sana kwa hii nafasi, mheshimiwa waziri, pamoja na kamisheni mliopatia club ya Young Africans, na nataka niwahakikishie kwamba mtaanza kuona tofauti ya watalii wanaotoka ndani ya Tanzania kuja Zanzibar, na mtaanza kuona pia impact ya New Africans kwenye kupata watalii ambao wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania. Mkataba wetu huu utakuwa ni mkataba unaoanza tu, actually tulishaanza kuitangaza visit Zanzibar, lakini kwa kuweka logo kwenye jezi zetu uh, wakati tunashiriki mashindano ya kimataifa, lakini kwenye mashindano yetu ya ndani na mkataba wetu huu utakwenda mpaka mwishoni mwa msimu wa ishirini na tano ishirini na sita.